Josephati Gwajima askofu mwenye utata anayepaza sauti dhidi ya utekaji nchini Tanzania. Karibu katika makala hii maalumu iliyoandaliwa kumuhusu askofu Josephati Gwajima imeandaliwa na BBC Swahili na kusomwa kwenu na HK. Josephati Gwajima mbunge wa Kawe jijini Dar es Salaam kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM tangu uchaguzi wa mwaka 2020 piani askofu wa Glory of Christ Church kwa usajili maarufu kanisa la ufufuo na uzima amegonga vichwa vingi vya habari nchini Tanzania katika siku za hivi karibuni. Ana historia ya matukio na kauli zenye utata ambazo tutakwenda kuzitazama huko mbele, lakini mara hii Gwajima amejitokeza kama mkosoaji wa matukio ya utekaji na watu kupotea ambayo yamekuwepo Tanzania kwa kipindi cha muda sasa, hata baadhi ya watu waliotekwa kuuawa. Ukosoaji huo sasa unaonekana kumuingiza kwenye patashika na viongozi wakuu wa chama chake tawala. Lakini kwanza tuanze na safari yake ya kuingia CCM. Askofu Gwajima hakuwa mwanasiasa mwenye umaarufu katika siasa za chama hicho kabla ya mwaka 2020. uchaguzi wa mwaka huo ndio uliomuingiza rasmi katika maisha ya kisiasa na kuwa mbunge hadi leo Wakati huo pia aliungwa mkono na kiongozi mkuu wa nchi wakati huo, Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli, wakati wa mbio za kuwania ubunge baada ya kuambiwa wapiga kura, nileteeni Gwajima tena zaidi ya mara mbili. Katika wiki za hivi karibuni, jina Gwajima limevutia vichwa vingi vya habari kwa kuhoji kuhusu matukio ya utekaji na watu kupotea nchini Tanzania na kueleza kuwa vitendo hivyo vinaharibu taswira ya taifa na vinaumiza wananchi. Kama baba yako angetiwa kwenye gari na kesho yake akapatikana amekufa, ungefanyaje? alihoji kwa msisitizo. Kauli yake ya Jumapili Mei 25 ilisambaa haraka mithiri ya moto wa nyika majira ya kiangazi, huku akisema atajibu watakaozungumzia kauli yake kulingana na uzito wao. Kauli ya Gwajima kuhusu utekaji Haikupokewa vyema na chama chake kuna wabunge wenzake walimkosoa akiwemo mbunge wa Kinondoni Abbas Tarimba CCM akisema Mungu akulaani huko uliko. haikuishia hapo pia mwenyekiti wake wa CCM ambaye pia anakofia urais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan wakati akifunga mkutano mkuu maalum wa CCM jijini Dodoma Mei 30 mwaka huu wa 2025, alisema ni waombe au sijui ni agize vikao vinavyokwenda kuchuja watu, anayefaa aambiwe anafaa na asiyefaa aambiwe ana kasoro moja mbili tatu, hatufai kwa huko mbele tunapokwenda. Aliendelea kwa kusema, tukitoa mwanya ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu, na mie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa Gwajimanized. Kwa hiyo kwa vyovyote vile tusigwajimanaizi chama chetu, magwajima tuyaache nje. Juni mbili, mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano vyombo vya habari nchini Tanzania hususan kupitia katika kurasa za mitandao mbalimbali ya kijamii viliripoti kuwa msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel RM Kihampa amefuta usajili wa Glory of Christ Tanzania Church maarufu kama kanisa la ufufuo na uzima linaloongozwa na askofu Josephati Gwajima. Katika barua yake kwa askofu Gwajima, bwana Kihampa alisema uamuzi huo umefikiwa baada ya askofu Gwajima kuonekana akitoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa kupitia mimbari ya kanisa hilo, akielezwa kuwa na nia ya kuichonganisha serikali na wananchi.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 akiwa na viongozi wengine wa dini ya Kikristo alisema polisi wamezingira kanisa lake, na taarifa za vyombo vya habari vya ndani zimethibitisha uwepo wa polisi katika kanisa lake baada ya barua juu ya kufungwa kwa kanisa hilo. Gwajima mwenye utata. Kabla ya kuingia kwenye shughuli za kisiasa, askofu Josephat Gwajima hajaacha kuwa mtu mwenye utata kupitia kauli zake. Mwanaharakati maarufu nchini Tanzania, Fatma Karume, alionya wiki hii kupitia mtandao wa X, zamani Twitter, kwamba askofu Josephat Gwajima haaminiki katika kutetea haki, akikumbushia kauli ya askofu huyo ya kutaka kubadilisha misikiti kuwa Sunday schools, yaani shule za watoto wa Kikristo, kauli ambayo inaelezwa aliitoa mwaka 2015. Wakati wa janga la uviko 19 askofu Josephat Gwajima alikuwa mstari wa mbele kuendesha kampeni hadharani ya kupinga chanjo dhidi ya ugonjwa huo. Miongoni mwa kauli zake nyingi, alinukuliwa akisema chanjo hizo si salama, ingawa tatizo hakuwa anatoa ushahidi wowote wa madai yake. Miongoni mwa madai aliyoyatoa wakati wa mahubiri katika kanisa lake ni kwamba chanjo zina uwezo wa kubadilisha chembe hai za vinasaba DNA na kufanya watu kuwa mazombi. Licha ya yeye kutotoa ushahidi pia hakuna ushahidi uliothibitishwa na wataalamu wa afya duniani kuhusu madai ya aina hiyo. Vile vile alitoa madai kuwa chanjo hizo zina sumaku, akisema, ndiyo maana unaona watu wamechanjwa halafu baadaye inashika sumaku. Wewe unajiuliza, si ni maji maji yanashikaje sumaku? Unashangaa wengine, nimechanjwa lakini nawaka taa. Kuna vitu vimefanywa vidogo vidogo, halafu mtu anaingizwa ndani ya mwili, vikaudhibiti mwili. Makala ya BBC Swahili kuhusu askofu Josephat Gwajima iliyochapishwa Agosti mwaka wa 2021 inaeleza baadhi ya chanjo zina viwango vidogo sana vya chuma aina ya aluminium, lakini madini hayo hayana nguvu ya sumaku. Viwango hivyo ni salama kwa mwili. Wakati wa kampeni za uchaguzi mwaka wa 2020, katika viwanja vya Jimbo la Kawe akiwahutubia wananchi Akisaka kura za ubunge aliwaahidi wapiga kura wa eneo hilo iwapo wangemchagua angewapeleka Marekani. "Mkinichagua wananchi wa Kawe wote mtafika Marekani. Nina rafiki yangu ni gavana wa jimbo la Birmingham Marekani, amesema anataka tubadilishane watu nikiwa na jimbo. Miaka imepotea na hakuna Mmarekani anayeonekana Kawe ambaye ametokea Birmingham kupitia mpango wa Askofu Josephat Gwajima. Pia hakuna mtu wa Kawe aliyesafirishwa kupelekwa Birmingham kupitia mpango huo. Kadhalika, wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu mwaka wa 2020, Askofu Gwajima aliwaahidi vijana wa jimbo la Kawe kuwa angenunua boti za uvuvi ili kuwawezesha vijana kuwa wajasiriamali wa uvuvi na kufuga samaki kukabiliana na tatizo la ajira, jambo ambalo hakuwahi kulitekeleza hata kwa asilimia chache. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika gazeti la Mwananchi Lukman Maloto akikumbuka ahadi za Gwajima aliandika, Gwajima aliahidi kumrejesha akiwa hai aliyekuwa mbunge wa viti maalum CCM Amina Chifupa na kuahidi kumfufua waziri mkuu aliyefariki kwa ajali akiwa mamlakani, Edward Sokoine. Mwandishi huyo anasema inakaribia miongo miwili, hakuna ahadi iliyotimia. Februari mwaka wa elfu mbili kumi na saba, Askofu Gwajima alitoka hadharani kukanusha tuhuma za kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya baada ya jina lake kutajwa kwenye orodha ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam wa wakati huo Po Makonda Gwajima alikanusha kuuza au kutumia dawa za kulevya na kusema ametajwa kwa nia ya kuchafuliwa jina lake. Miaka sita iliyopita, askofu Gwajima aliingia kwenye mjadala baada ya kusambaa video ya utupu inayoelezwa kuwa ni ya kwake, ingawa mwenyewe aliibuka na kukanusha kuhusu video hiyo, akisema kuwa mwanaume huyo anayeonekana akifanya mapenzi na mwanamke katika video hiyo sio yeye. Machi mwaka wa 2015 aliyekuwa askofu mkuu wa jimbo Katoliki la Dar es Salaam Mwadhama Polikapo Kardinali Pengo alitangaza kumsamehe askofu Gwajima baada ya kumtolea maneno makali akimwita msaliti wa viongozi wengine Kristo, wa Kikristo chini ya jukwaa la Wakristo Tanzania CCT ambao walipinga katiba iliyopendekezwa baada ya bunge maalum la katiba mwishoni mwa mwaka 2014. Wakati huo hakuishia kwa Kardinali Pengo, bali alimshambulia pia spika wa bunge wa wakati huo Ana Makinda. Utata wote huu uliogubika maisha yake haujawahi kuwa chanzo cha kupoteza umaarufu au kushuka kisiasa, lakini sasa inaonekana meza ambayo ameamua kuitingisha askofu Gwajima huenda ikamdondosha kisiasa hasa ukizingatia kauli ya rais Samia ambayo iliashiria kumlenga yeye, huku uchaguzi wa Oktoba mwaka huu wa 2025 ukikaribia, Gwajima ataamua ikiwa anataka kufumba mdomo kama wenzake wa CCM ili pengine abaki kwenye siasa za chama hicho, au ataendelea kuzungumza na kukemea utekaji na watu kutoweka, huku akijua hilo linaweza